Mimi niko hapa kwa sababu ya kutafuta riziki ya watoto wangu na kusomesha watoto wangu, niko nawalea watoto wangu mimi mwenyewe. Nilikuwa na mme wangu, na mme wangu sasa hivi kawa ni mnywaji wa pombe mwaka ni wanane sasa. Nimeona tu nimemwacha na miaka mitatu sasa na, naishi mwenyewe na watoto wangu, nasomesha mwenyewe, kula wanajua mwenyewe, kila kitu mi mwenyewe. Kuna usemi unasema ya kwamba mwanamke ni shujaa, ama kweli mwanamke ni shujaa. Karibu kukutana na mwanamke huyu shujaa ambaye ameibeba familia yake, familia ya watoto sita, anaiendesha yeye mwenyewe, huku watoto wake wote wakiwa wanasoma. Changamoto ambazo zinamkuta ni watoto wake kukosa mahitaji muhimu kama vile madaftari ya shule. Tukatamani kufahamu vipi mume wake yuko wapi, lakini yeye anatujuza ya kwamba mume wake waliweza kuachana kutokana na mume wake kuwa mlevi kupitiliza, jambo ambalo linafanya mpaka anaisahau kabisa familia yake. Sawa, jitambulishe, majina yako. Naitwa na mimi naitwa Furaha Ramadhani Ali, mkazi wa, mkazi wa mkundi Sawa, labda tueleze changamoto ambazo zinakukumba katika maisha yako na kwa nini upo hapa kwenye kupasua maa? Mimi niko hapa kwa sababu ya kutafuta riski ya watoto wangu na kusomesha watoto wangu. Mi niko na walea watoto wangu mi mwenyewe. Nilikuwa na mme wangu na mme wangu sasa hivi kawa ni mnywaji wa pombe, mwaka ni wanane sasa. Nimeona tu nimemwacha na miaka mitatu sasa na, naishi mwenyewe na watoto wangu, nasomesha mwenyewe, kula wanajua mwenyewe, kila kitu mi mwenyewe na mlibahatika kupata watoto wangapi? Sita. Kwa hiyo kwa baada... mmoja, wabaki watano. Wabaki watano na wanasoma madarasa, yani vidato vya ngapi na vya ngapi? na wa form 2, na wala saba na ambao wanaanza la kwanza mwakani. Mwaka hapa kwenye kupasua mawe ulianza mwaka gani? hapa huu na mwaka wa pili sasa. Eh na ni kipi hasa ambacho kilikuhamasisha mpaka kuja kufanya hii kazi ya kupasua ma. Yaani, kilicho ya ni hasa mhamasisha mimi ni shida tu, hamna kingine zaidi, ni shida tu, ni utafutaji, nikatafute pale labda naweza ni nikabahatisha, wanangu wakapata riziki. Labda hapa kwa siku na kuo kuna... pata kiasi gani? Yaani, babangu hapa fanya ufanyavu, yani shilingi 5000 ndio umepata hela kubwa, lakini kazi hii ni ngumu. Huwezi kuondoka na 7000 8000, hapa ni shilingi 5000 hapo tena umeshinda usile, usifanye nini. Ukila, na maana utaondoka na 3000. Mama huyu shujaa amelibeba jukumu hilo la kuiendesha familia yake huku akitafuta kipato katika upasuaji wa mawe na kuweza kupata kipato ambacho anakigawa katika kuhakikisha watoto wake wanapata mahitaji muhimu. Sasa, huwa unaigawa vipi katika kuhakikisha kwamba watoto wako wanapata yale mahitaji ya msingi? yani kama mfano sengine natoka hapa napitia mashine pale nawekezawekeza elfu wekeza moja moja mpaka inafika shilingi elfu kumi nanua mfuko wa unga tunavokula zile siku mbili tatu, navochekecha huku nawekeza wekeza hivo hivo mpaka wanangu wanaishi. Labda uh, utueleze uh, watoto ambao wanasoma uh, ni changamoto zipi ambazo zinawakumba? Eh, labda mpaka mama huo unajisikia vibaya ukiona changamoto hizo, watoto moto za watoto wangu, madaftari, uniform, shule kwenye ni mbali, lakini anatembea kwa miguu. Siku zingine hata hela ya kula ya kuwapa wakale shule sina. naomba nende hivyo hivyo wanangu mkirudi. Hadi siku zingine mwenyewe najisikia vibaya, machozi yananitoka, nitafanya nini? Siku ninayo, shikeni hapa kagawaneni, siku sina, wanaondoka hivyo hivyo. Siku zingine tunalala, tutakula kesho wanangu Nakuta umefanya kazi huko wala zingine amna zingine umefanya kazi ile uliopata ndogo ukifikiria watoto kesho wanaenda shule mwingine anakuambia sina madaftari, kwa hiyo leo nanunulia madaftari, tulaleni tutakula kesho. Na je, mwenza wako ukuwai kukaa naye na kumshirikisha kuhusu kuangalia mnawezaje kuwasomesha watoto? Yani, yeye ameshindikana mpaka kwa wazazi, mpaka kwenye uongozi tumeenda ameshindikana, yani pombe ndio imemharibu kabisa. Mwenye hata kwanza hata kurudi nyumbani ajui. Kwa ndo mami, nikaona tu niondoke ni nimwache nikabeba watoto wangu nikaondoka nao. Na katika hapa Mkundi, unaishi nyumba ya kupanga ama ni nyumba yenu ambayo mlijenga? Hapana. Mimi nyumbani nituliani, niliondoka kwa kalaa nimekuja huko nimepanga, e. Na, na chumba kwa, kwa mwezi unalipa shilingi ngapi? Nalipa shilingi elfu ishirini. Na hiyo pesa ambayo naipata hapa ni hiyo hiyo ambayo naigawa katika majukumu yote, ni bajeti nipate chumba nipate kuishi na watoto wangu. Hebu muelezee kidogo ambaye huenda anafikiria kazi hii ni rahisi. Hawezi kufikiria kwa sababu yule simlevi mtu aliyelewa anajua kitu chochote. Anapotoka asubuhi anaenda huko kwenye kilabu anakunywa pombe akirudi amelewa. Kwa mimi nimeshindwa mpaka nilalamika kwa wazazi wake na wenyewe pia wameshindwa basi. Na hata hapo kwenye wamenipokea watoto wawili ambao wale wanaojiweza. Wamechukua nimebaki na wanaosoma. Eh. Uh, muangalie kamera nataka kufahamu kidogo. Eh, hapa sasa ambapo unafanya kazi. ugumu wa hii kazi ni uko ngumu. Hii kazi ni ngumu sana babangu, hapa ninavyokuambia. Yaani nachekecha tu leo kwa kuwa nitafanyaje? Hapa nipo mbavu zote zinaniuma. Hii kazi ni ngumu. Ndoo moja hiyo unavyoona naichekecha kwa shilingi hamsini. Ndoo hiyo unavyochekecha hiyo ndoo ijaye shilingi hamsini. Je, mpaka ujipate 1500 leo? mpaka ufikishe ndoo 100. Kwa maana hiyo kwa siku hapo waga una, unachekecha ndoo ngapi? sana sana, ni 100 tu Eh, shilingi 5000 hapo mpaka jioni. Saa moja ndio naondoka. Sawa, na vipi katika mahitaji mengine ya msingi mfano chakula? Inakuweje? Kuna changamoto yote ambayo unaipata? Mimi nahangaika hivyo hivyo, lakini na changamoto sana upande huo. Yaani kwenye upande huo nina changamoto sana. Siku zingine nanua kilo, siku zingine tumekosa, siku zingine nusu, hivyo hivyo. Limnadi tu nilianza kuangalia sana ni shule wasikose kwenda shule. Si e, nikiona mahitaji hayaeleweki, niko lazima sinunue unga, niwanunulie vifaa vya shule, kesho waende shule mm. Labda uambie sasa, wanaokutazama Watanzania na wadau tofauti tofauti, ambao wanakutazama, kitu gani hasa ambacho unatamani wakusaidie? Sana mimi sana, mi nilikuwa naomba wanisaidie tu kuhusu watoto wangu kusoma na changamoto ya kula na watoto wangu kusoma tu. Una, unaweza kutaja vitu ambavyo unavihitaji vya watoto? Mimi ninachokiomba ni madaftari nguo za shule viatu, eh. Ama kweli ukiangalia kazi ambayo anaifanya mama huyu, hakika inasikitisha, huku akiwa na msalaba mzito wa kusomesha watoto sita ambao mume wake amemwachia. Mama huyu anaomba msaada kwa Watanzania wote ambao mtakaoguswa kumsaidia kuweza kumsaidia kupitia nambari ya simu ya sifuri sita tisini na mbili sabini na nne themanini na nane sabini. Unaweza kumsaidia chochote kitu kwa kadri utakavyoguswa.